yetu bila sisi kuhitaji. Tunahitaji tuwe na viongozi ambao watapigania ukombozi huu, kama tunavyomwona John Heche alivyoonekana leo, yuko jasiri, yuko ngangari, tayari kwenda kulikomboa taifa letu. Wananchi wote, ninawaalika tumwaunge mkono viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo taifa letu ili turudishe hata hiyo bandari yetu iliyopolwa, waliopewa watu wa DP World bila sisi wapo ridhaa ya kufanya hivyo. Tumechoka, tumechoka. Tunaomba Rais Samia atambue kwamba tumechoka. Sisi ndio wenye nchi sisihemu, sio wenye nchi, wenye nchi ni wananchi, tunaomba kusikilizwa. Mimi nitaishia hapo, bila ujumbe umemfikia. Tunaomba mabadiliko ya uchaguzi sana ambacho kina misukuma yeah, kufika kwenye mikutano ya hadhara mikutano ya vyama tan ya siasa kama hivi moja, moja kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba kwanza, kama raia wa Tanzania tunapata elimu kwa habari ya vitu ambavyo vinaendelea katika taifa letu, lakini zaidi uh, ni kupata kujua na kutambua zaidi ni kitu gani cha msingi ambacho kitafanyika ili tuweze kusonga mbele. Ukiangalia mambo mengi mazuri yamezungumzwa na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akipo kaimu mwenyekiti lakini pia uh, katibu mkuu amezungumza hapo mengi sana, ambao amezungumzwa. Sasa katika yale makubwa sana yaliyozungumzwa hususan ni zaidi ikitazamiwa iki, iki, iki zaidi kwa habari ya utajiri wa taifa la Tanzania, lakini kile kutazama Tanzania ni nchi tajiri, lakini wananchi wake ni watu maskini. Na kitu kikubwa zaidi ambacho kimesababisha mambo hayo yote kutokea ni kwa sababu ya uongozi ambao sio imara, uongozi usiokuwa bora. Sasa tunahitaji mabadiliko ili kupata viongozi ambao kama raia wa Tanzania tunawahitaji, ambacho tungetumia kutengeneza chuma kwa miaka mia moja miaka mia kiwanda chetu kinatuzalishia chuma, tungewauzia Kongo, tungewauzia Burundi, tungewauzia Kenya, yani faida ni nyingi, lakini kila kiwanda kingejengwa. Alafu ukimaliza sasa, unatafuta mtu wa kuja kujengea bwawa, unamwambia bana, njoo unijengee bwawa, Shilingi ngapi? sawa hizi hapa hapa, lakini sisi tuna sheria inaitwa local content kwamba kitu kinachopatikana ndani ya nchi, ya ya ya kwenda kukinua nje ya nchi lazima ununue hapa, kwa kwa hiyo kazi au mchina waliompa nini, kwa sababu hauwezi kulipa wakandarasi na hilo unawapa kazi hnw una shilingi ngapi? Trilioni tano hizi hapa, lakini chuma chote unanunua ndani. Kwa hiyo unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu, zinarudi kwa watu wako Nyamagana, mnanielewa? Hawakutusikiliza, wakatupuuza. Leo kwa mwaka jana peke yake serikali ya nchi hii ukisoma takwimu nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni moja nukta mbili, trilioni tatu. Huo ni mwaka jana tu, mwaka juzi trilioni tatu, mwaka ule mwingine trilioni nne. Kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni kumi, wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni saba nukta nane tungechimba miaka mia. Sasa nyie, hawa watu wa aina hiyo wanawatengenezeni nyinyi ajira vipi?